Sema nini? Ni mwanangu hivi. Kama utatokea tutasomana. Sawa? Uendelea kuvua samaki wako. Tena dada yako mpaka saizi hajarudi, umemwacha wapi? Mimi karudi nje kuandika. Aha.

ame- hapa ametoka tu, aliniambia kwa anasafiri kwa muda, lakini mimi naona sasa, na wiki kama tatu sijapata mawasiliano yoyote. Kupitia kwa Mungu nakushukuru. Sasa hapa na mimi nimekuja, dada yangu, kutokana na mazingira ya ndugu yetu wa mwisho. Kwa kwa bwana, sema kweli dada yangu, mimi ananichanganya sana, sijui naelewa, unaelewa, ananichanganya Juzi, majira asubuhi asubuhi, hmm. Pale nyumbani asubuhi, kaja dogo fulani hmm. Akatika kuja, alibona na mimi kakafanyaje, kasizi. Nikamwita dogo, vipi? Kaniambia, ah, mii bana, nimikuja hapa ni mitumwa, misikiliza dadangu Ehe, mtumaji wangu wangu niliotumwa mimi kwa huyu ndugu Faa. Nikamuuliza sasa umetumwa na nani? Kaniambia, alichoniambia yule bwana mdogo, nimetumwa na jamaa fulani hivi apo kati sijui anaitwa nani siyo. Mshamba mshamba mmoja hivi nime Hapo kaka, sijakuelewa. Huyo mtu alileta barua au alikuja kufanya nini? Yaani, dada yangu bora angeleta barua tungejua jambo la heri, kuliko huyo mbavu alikuja nao yule mtoto maanake inajulikana kabisa wazi wale, wale, wale, wale wana mahusiano muda mrefu na inaonekana kabisa nikitoka tu mimi kuna huyo dogo mwenye anatumwa anakuja kumuita Faa baada kufanya mambo yao. Yuko ndo kinachoniuma moyo. Hiyo nifanya nije kwako wewe. Lakini kaka nikwambie kitu. Faa, sasa hivi ni mtu mzima. Sasa itakuwa sana vitu kama hivyo inakuwa anavifanya kwa kupitia mtu wake, mzima. mtu wake mtu mzima maanake ni mkubwa hapo unaonekana naona nataka ni ana utu uzima wote Faa. Na kama ana utu uzima wote, basi na mimi nataka nikamtimue nyumbani kule aje kwako hapo. Wewe sio peke yako hapo, mimi ku, yani kuja hapa Faa kuishi naye katika nyumba hii sitoweza mimi, na maisha magumu chemeji yako tangia kasafiri. Mm. mimi mlo wangu la kai mm, moja. Sasa akija kukaa hapa Faa, mahitaji mimi sitoweza kumpatia. Kwa hiyo mimi nitakuja tutakuja nitakuja kum faa nyumbani. Njoo nyumbani umkute faa umuelekeze sawa, jinsi watu wanavyoishi. Kama unavyojua, mimi kaka yako sina mambo mengi, inawezekana nikamfanyia jambo baya au nikampiga miule, nikaonekana kama na mzozo naye sijui mimi. Naelewa dada, naelewa zi. Sasa kama le maana yake mimi haya tu ndio niliyokuja nayo, sawa. Mimi nitakuja Anipate maji ya kunywa. Maana tangu nimekuja hapa sijapewa maji wala juisi. Ah, juisi hamna. Maji utapata kwa sababu tangu umefika hapa kaka Suli anzisha mada ya Fatu. Ah, nipe baada ya maji. Maji yenyewe moto nikitani ongeze. Kaka, ah, nyenye ni hivyo bwana. Falipena hata huko nyumba ili wewe usio watu. Dada yangu wewe, ah, sio kama nilivyokuambia shemeji yako kasafiri. Haya bwana, baadaye bwana. Ila dada yangu, nakuomba uje bwana. Haina shida hiyo, kumelekeza ndugu yako. Sawa. Unajua nakupenda sana hmm. Lakini bebi, sasa kwa nini wanaume mnakuwaga waongo? Wanawake tunakuwa tunawapenda, afu mnajifanya mko bize, alafu tukiweza mnajifanya hamna ah, eti ndo mmeviumba bwana. Hiyo unakumbuka ile msemo anasema katika wanaume mia kumi tu ndio penzi ya kweli. Sasa mm -hmm. Katika wale kumi ni hao tisa wote wananifuatia. Waga na danganya, nakwambia kudanganya ukweli. <laughs> Mm, mm. Kito. Mm, safi vipi yale? Safi za miaka. Safi kwema? Kwema vipi yale? Safi, mambo unasemaje? Ah, tupo bwana. Naona mapenzi peluzi kidogo. Ah, naangalia timu yetu Simba. Ndiyo maana mimi nishaacha kufuatia mipira kwa sababu naona mauzo yake ndiyo kama haya. Ah, wapi? Vipi?

Mana nimeenda mtoni kule nimemkuta analia, anataka kuingia mtoni. Mimi nikaenda nikamdaka, nikamuliza vipi, akanambao siju, mimi mwanangu, siwezi kukaa bila lini, nasi hivi na hivi. Mimi nikamshangaa Hivi <coughs> anachofanya mpumbavu huyu. Mbona kama mzee kito? Bila shaka nimekuelewa. Asante kwa taarifa. Mbona mbona kama kama nimekushangaza sana hivi? Mimi nashukuru kijana, ngoja arudi. Ah. Naona kama hili swala hili kama limekushangaza hivi. Hapana, kawaida. Basi sawa, ngoja mimi nielekee hivi babani. Mmoja akija, ambie mimi nilikuja kumwangalia hapo ha. hapa pa. Ikajua ukofika kabisa na kaka nzia, mapenzi yetu najua, najua jinsi gani nakupenda, haijalishi kitachanikuta ni nini sawa, nakupenda sana sanaa. Wewe mshamba wewe, unaendeleza ubabe wako au mshamba? Pigo pigo, siyo? Unachukuliaje mwanangu? Oe, mwanangu, nakutimba mpaka basi. Nini leo nikusamee nini? Tulia mwanangu, leo siku ya nini? Sikuwa oe, mpaka. Oe, mpaka. Kusame, brada, ndio utakuwa siku ya mwisho. Kwa nini siku ya mwisho mwanangu? Inuka mwanangu, mishakupanga mara kibao, maneno mengi nakutimba kweli ma, ma, ma, mwanangu miboya au sio, bwege? Sasa siku hizi kazi yetu itakuwa hii. Wewe si unajikuta sharukani, unapenda sana mabiti za watu eh. kazi yetu itakuwa ndio hii. Mimi nikikukuta na kufokoa boya bale yako mana... Safi mzima, e, Marahaba. Mbona mm, matopotea sana? Mambo mengi mama. Karibu. karibud bina yupo kweli. Hey, yupo ndani? Basi sawa.